Sisi kama wanandugu tumefika hapa mahakamani kwa ajili ya kuja kusikiliza hii kesi ya mdogo wetu, lakini cha kushangaza ni kwamba tumekuja hapa tukiwa tunajua kwamba watuhumiwa waliokuwa wamekamatwa ni watano, lakini tunaoletewa mahakamani ni wawili. Lakini cha kushangaza, tunashangaa jinsi walivyomwachia mtuhumiwa ambaye ni namba moja, ambaye ni mume wa mume wa Roda, ambaye kwa majina anaitwa Wilson Chazi. Kwa nini ameachiwa? wamemwachia kwa sababu gani? Mtuhumiwa namba moja ambaye ni mume wa marehemu haonekani. Familia ya marehemu Rhoda Jonathani aliyouawa kwa kukatakatwa mapanga Oktoba 23 mwaka huu imeibua maswali mengi na mashaka nje ya viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Musoma baada ya shauri kesi ya mauaji namba 2912 mkwaju 2025 ilipofikishwa mbele ya hakimu mkazi mkuu Eugenia Rujwahuka kwa ajili ya kutajwa kwa mara ya pili. Watumiwa wawili wamefikishwa mahakamani hapo, mmoja akiwa ni mwalimu na mkazi wa jijini Mbeya aitwaye Marco Maginga miaka 45 na Mwita Maginga miaka 45 ambaye ni mkulima na mkazi wa wilaya ya Tarime mkoani Mara. Utata wa ndugu wa marehemu ni mshangao juu ya watumiwa waliofikishwa mahakamani hapo, huku wakihoji yupo wapi kigogo wa Tarura injinia Wilson Chazi, ambaye ndiye mshtakiwa namba moja ambaye jeshi la polisi mkoa wa Mara lilitoa taarifa ya kumshikilia injinia Wilson mume wa marehemu, pia wakidai watu watano walikuwa wakishikiliwa kuhusiana na kesi hiyo. Mshangao wao ni kuona watuhumiwa hao wawili pekee kwa siku ya pili mbele ya mahakama. Hata hivyo, imeelezwa mahakamani hapo kuwa watuhumiwa hao wanadaiwa kutekeleza kitendo cha mauaji ya Rhoda kwa kumkatakata mapanga sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha kifo chake baada ya kumvamia nyumbani kwake Burunga kata ya uwanja wa ndege wilayani Serengeti. Imeelezwa kuwa tukio hilo lilitokea Oktoba 23, majira ya usiku ambapo washtakiwa hao walifika nyumbani kwa Rhoda kwa lengo la kufanya tukio hilo. Marco na Mwita wanashitakiwa kwa tuhuma za mauaji kinyume cha sheria za kanuni ya adhabu kifungu cha 196 na 197. Wakili wa serikali Joyce Matindwa ameeleza mahakamani hapo kuwa shauri hilo limefikishwa mahakamani hapo kwa ajili ya kutajwa kutokana na upelelezi kutokamilika. Kufuatia maelezo hayo, Hakimu Mkazi Mkuu wa mahakama hiyo, Eugenia Rujwahuka ameahirisha shauri hilo hadi Januari 5, 2026 itakapokuja tena mahakamani hapo kwa hatua zingine. Kwenye hao watuhumiwa watano waliokuwa wamekamatwa, mkuu wa wilaya alituhakikishia kwamba jeshi yes, la polisi litafanya kazi yake, lakini cha kushangaza ambacho tumekiona, hatumuoni mtuhumiwa ambaye ni namba moja ambaye ni shemeji yetu aliyekuwa amemuoa mdogo wetu ameachiwa ame. Kwa kusudi gani? Wamepata ushahidi gani wa kumwachia? Maana mpaka sasa hivi ushahidi haujakamilika. Ni kwa nini huyo mtuhumiwa namba moja aachiwe? Jamani, sisi kama familia tunashangaa sana na tunasikitika, kulingana na ule ukatili haingekuwa vizuri kumwachia, ni afadhali hata tungekuja tukawaona watu watuhumiwa watano angalau hata mioyo yetu ingepooza kidogo, lakini tunakuja mahakamani tunaona watu wawili tuatuhumiwa. Leo nimekuja huku mahakamani kuangalia kesi cha mdogo wangu aliyokakakuk, lakini nashangaa vyombo vya dola, naona yule mtuhumiwa wa kwanza namba moja hayupo. Jamani kweli jamani Kwanini wamemwachia? Tunasikitika, yeye ametolewaje? Hata hatujamuona yani, tunaoletewa tuna ni watu wengine ambao tujui. Naomba vyombo vya dola ili tangaze, hata huyo mtu alitangazwa kwamba alikuwemo, lakini tunasikitika, tulivyokuja, hatujamuona. Maana walishikiliwa watano, tumeona watu wawili. Yule muhusika yule alikamatwa mara ya kwanza hayupo, sasa sisi ndio tunashangaa hivyo, ametoka ametokatokaje? kwa kweli vyombo vya serikali tusaidie, mama Samia, mama Samia tusaidie jamani. Aa, niko hapa kwa ajili ya kuja kusikiliza kesi ambayo inahusiana na mauaji ya dada yetu anaitwa Rhoda, uawa lakini, na sikitia kushangaa kwamba watuhumiwa walioletwa hapa ni wawili tu, lakini sasa Mtuhumiwa namba moja ambaye ni mume wa marehemu haonekani hapa. Kwa hiyo mimi kama kaka yake marehemu mkubwa, ninaomba kwamba serikali yetu ya Tanzania, vyombo vya habari, vyombo vya dola kichukua hatua ya kumrudisha mleta huyu, huyu mume wa marehemu ili aweze serikali aweze kuchukua, sheria aweze kuchukua hatua zake. Kwa majina naitwa Linus Amri, ni wakili wa kujitegemea lakini, katika kesi hii nina watch brief. Nina watch brief ya kuhusiana na kesi ya mauaji ambayo ilitokea katika kijiji cha Burunga Sengerema, Serengeti, huku maeneo ya Mara, na ni kesi ambayo inahusiana na marehemu anaitwa Rhoda Jonathan almaarufu Mobe, na kesi hii ina watuhumiwa wawili. Leo wamefikishwa mahakamani kwa ajili ya kuangalia kama upelelezi umekamilika, na bado upande wa jamhuri wanasema upelelezi haujakamilika, na kesi imetajwa tena tarehe tano kwa ajili ya kuangalia kama kweli upelelezi utakuwa umekamilika ili sasa hatua za kisheria ziendelee. Aha, uh, kesi ya mauaji yote ina, tunazitaga ni kesi ni mada kesi ambayo inashtakiwa chini ya kifungu cha 196 na 197 cha Penal Code ambacho uh, kimefanyiwa marekebisho ishirini ishirini na tatu, ni kesi ambayo inaendelea na upelelezi utakapokamilika basi watafanyiwa komito kwa ajili ya kwenda Mahakama Kuu.